Hapa hapa, uh -huh. Asante, singapi vile unaweza uh kunistahimilia kidogo, kuna mtu nilikuwa nimeshaongea naye atakuja kulipa. Mimi, siletee pigo hizo. Tumekubaliana toka kule kwamba ukifika hapa lazima unipe changu, kwamba nikifika tu, sitaki kuwekwa nistahimilie kidogo. Kustahimili kitu bwana, afanye pesa zangu bwana. Mimi ndo maana yakuhusu bwana, achana na mimi, si mgomba mimi, so da haki ya yangu anaenda elfu tano mbiaeftano atanona ndogoefianauaaiaeaaena asante sana kaka, shilingi elfu kumi kwako, utapata soda sawa? sa Yeah, asante sana <laughs> Uh, naitwa Nilo, sijui mwenzangu unaitwa nani?